Hivi ni vyakula uh, bora na vyakula muhimu kwa ajili ya afya ya figo zako. Sasa hivi tumekuwa na changamoto, watu wengi wamekuwa na changamoto za figo, figo kujaa maji, figo kuvimba uh, na figo kujaa mawe. Sasa ni vyakula bora vya kutumia ni vyakula gani? Chakula na mmoja na unachotazingatiwa ni kutumia maji ya kutosha. Wengi hatunywi maji uh, ya kutosha cha pili, kutumia tumia maharage meupe. Maharage meupe ni maharage mazuri kwa ajili ya afya yako ya figo. Usiache kutumia nanasi, usiache kutumia uh, epo ambayo tunasema ni tufaa. Usiache kutumia mafuta ya samaki, tumia mafuta ya samaki kwa sababu uh, yanasaidia kuimarisha afya yako Aa, ya figo lakini, usiache kutumia tangawizi na mchai chai. Tangawizi na mchai chai ni vyakula vizuri sana ambavyo unatakiwa kuvitumia ukiwa na changamoto aa, ya figo lakini, aa, usiache kutumia maji ya limao, maji yenye mchanganyiko wa limao. Bahati nzuri tumeshaelezea faida zake, na mwisho usiache kutumia maji ya kawaida. 75% ya mwili wa binadamu ni maji. Tuambie hapo chini kama una changamoto ya figo au tucheki DM tutaweza kusaidia namna ya kuondokana na changamoto hiyo.